Moja ya changamoto ambayo sasa hivi imekuwa kubwa sana ni kupata bawasiri. Tunapoongelea bawasiri, ni ule uvimbe unaopatikana kwenye njia ya haja kubwa. Sasa wengi wametumia dawa na wengi hawajapata matokeo. Wamekuwa wakituuliza kwamba, dokta, tunafanyaje? Hii ni nini? Ndugu yangu, kama una changamoto ya bawasiri, unachotakiwa kutibu sio kutibu kutibu uvimbe, unachotakiwa kutibu ni kutibu mishipa. Mishipa ndo chanzo cha bawasiri. Ndio maana ukitumia dawa yetu, inaitwa Pilecare, hii hapa, inakusaidia yafuatayo: cha kwanza Inaimarisha mishipa, a, ile misuli kwenye njia kubwa. Ikiimarisha misuli kwenye njia kubwa hautapata choo cha damu kwa sababu misuli kishapasuka ndio maana unapata choo cha damu. Na mbili, hautapata maumivu makali; unapata maumivu makali unapopata choo kigumu kwa sababu ile mishipa imeshateleza na kupasuka. Namba tatu, hii dawa itakusaidia kuweza kuimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Chakula kushindwa kumeng'enywa vizuri kinasababisha upate choo kigumu. Ndio maana kuna payipoda, itakuwepo dawa hii kwenye mfumo wa unga lakini pia ya, kuna dawa nyingine ambayo itakusaidia kuisha uvimbe wa nje na ndani na mwisho kuimarisha zile veins kwenye njia ya haja kubwa, na ndo hizo zinafanya uhisi kwenye ile njia ya haja ndogo haja kubwa ni kama vile pamebana. Kwa hiyo hakikisha kama unateseka na bawasiri, dawa ipo, inaitwa pailikea itakusaidia na inagharimu shilingi laki tatu na nusu. Dozi ni ya siku thelathini. Kama unahitaji dawa hii, wasiana na Dr. Jimmy, tuko Mwanza. Mikoani tunaagiza kwa basi au ndege. Karibu.